Mohamed Dewji maarufu kama Mo ni mfanyabiashara mashuhuri sana nchini Tanzania, ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya kijamii pamoja na kiuchumi nchini Tanzania. Kwa mujibu wa orodha ya mabilionea wa Afrika kutoka katika jarida la The Forbes la mwezi Machi 2025, Dewji ameshika nafasi ya kumi na mbili akiwa na utajiri wa zaidi ya dola bilioni 2.2, ongezeko kutoka dola bilioni 1.8 mwaka uliopita, kupitia kampuni yake ya Mohamed Enterprises Tanzania Limited, Dewiji ameajiri watu wapatao elfu arobaini katika biashara 126 akilenga kufikia ajira laki moja. Emitel imewekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo ambapo Dewiji amewekeza katika kufufua mashamba ya mkonge na sekta ya vinywaji kupitia uzalishaji wa Mokola, hatua inayochochea ushindani na kuongeza ajira katika biashara ndogondogo. Mbali na biashara, Mo Dewji anajulikana kwa shughuli zake za kijamii kupitia taasisi yake ya Mohamed Dewji Foundation MDF. Taasisi hii inashirikiana na Wizara ya Maji kuchimba visima katika maeneo ya vijijini ikinufaisha zaidi ya watu 11350 wa kwa kupata maji safi na salama. Katika mwaka 2023, Mohamed Dewji Foundation ilikarabati visima 18 na kutibu vingine vinne na ina mpango wa kukarabati visima 50 zaidi na kuchimba visima 50 vingine ili kunufaisha Watanzania wengine wapatao elfu kumi na tano. Dewji pia aliwahi kuwa mbunge wa Singida mjini kuanzia mwaka 2005 hadi 2015 kupitia Chama cha Mapinduzi CCM ambapo alishiriki moja kwa moja katika shughuli za maendeleo katika jimbo lake ikiwa ni pamoja na uchimbaji wa visima vya maji. Kwa ujumla, Mohamed Dewji ameonyesha dhamira yake katika kuboresha maisha ya Tanzania kupitia uwekezaji wake katika sekta mbalimbali za uchumi na juhudi zake za kijamii zinazolenga kuinua hali ya maisha ya watu wa kawaida nchini Tanzania. Mimi naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.